mala ya shule ya msingi Itamka kwenye mahafali ya darasa la saba shule ya msingi Itamka mwaka 2025 ndugu mgeni rasmi wajumbe wa kamati ya shule ndugu wageni waalikwa ndugu wapendwa wazazi na walezi na wanafunzi wote walimu na wanafunzi wote wa shule ya msingi Itamka mabibi na mabwana ndugu mgeni rasmi awali ya yote tunamshukuru sana Mungu kwa kutujalia kufika siku hii ambaye tunatarajia kwa muda mrefu. Na tena tunawashukuru sana watu wote waliofika katika viwanja hivi ili kufanikisha maadhimisho haya ya maafali ya kipekee. Tunashukuru, tunakushukuru wewe mgeni rasmi kwanza kukubali wito wetu kuwa mgeni rasmi, na pili kuacha majukumu yako leo ili kuungana nasi katika maafali haya. Karibu sana na ujisikie uko katika maeneo yako ya kujidai. Kwa ujumla tunawakaribisha sana, tunasherehekea siku hii kwa amani. Ndugu mgeni rasmi, shule ya msingi Itamka ilianzishwa rasmi tarehe 6 mwezi wa kwanza mwaka 1935. Shule ipo umbali wa kilomita tatu kutoka makao makuu ya almashauri ya wilaya ya Singida. Shule ya msingi Itamka iko chini ya uongozi wa almashauri ya kijiji cha Itamka. Aidha, shule iko ndani ya kata Mrama ambaye ni miongoni mwa shule nne za msingi. Ndugu mgeni rasmi, shule ina jumla ya wanafunzi 752, wakiwemo wavulana 382 na wasichana 770, kuanzia awali hadi darasa la saba kwa mwaka 2025. Pia shule ina walimu tisa wakiwemo wa wa kiume tano na wa kike wanne kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Ndugu mgeni rasmi, mwaka huu tulikuwa na wanafunzi wa darasa la saba hamsini na tisa wakiwemo wavulana 23 na wasichana 36. Taaluma. Ndugu mgeni rasmi, shule ya msingi Itamka ipo katika mafanikio mazuri kitaaluma. Waalimu wajitahidi kufundisha kwa kadri ya uwezo wao pia wanafunzi wanajitahidi kupokea mafundisho yanayotolewa, kwani shule imeendelea kupanda kitaaluma kutoka asilimia tisini ya ufaulu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na kufikia asilimia tisini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na nne Makofi kidogo jamani, nzuri zaidi. Miundombinu. Ndugu mgeni rasmi, miundombinu ya shule hii mingi ni mibovu, na iliyopo haitoshelezi mahitaji ya walimu na wanafunzi. Pia tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Rais shupavu Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea vyumba vinne vya madarasa vyenye thamani ya shilingi milioni 90. Makofi kwa rais wa nchi. Pia tunaishukuru serikali kutokana na ruzuku inayotolewa kila mwezi ambayo imetuwezesha kutusaidia kukarabati baadhi ya miundombinu ikiwemo nyumba za walimu, madawati, madarasa, chini ya uongozi wa shule, kamati ya shule na serikali ya kijiji. Mafanikio: tumefanikiwa kukarabati madarasa, kukarabati madawati, kukarabati nyumba za walimu, ujenzi wa nyumba mbili mpya za walimu, kununua vifaa vya michezo, kuingiza umeme shuleni nunua vifaa vya TEHAMA, ujenzi wa vya nyumba vinne vya madarasa. Changamoto: mbali na mafanikio ya mbali na mafanikio yaliyotajwa kwa ndugu mgeni rasmi, lakini tuna changamoto kadhaa: upungufu mkubwa wa nyumba za walimu, uchakavu wa nyumba vyumba vya madarasa, kutokuwepo kwa maji shuleni, upungufu na uchakavu wa matundu ya vyoo kwa walimu na wanafunzi, upungufu wa vifaa vya tehama, upungufu wa walimu, ofisi ya mwalimu mkuu pamoja na ofisi